Hii ni Bugoma TV Habari. Habari. Wakulima, mmekuwa tunalima ndani ya mita 60 ya mto Kavuu na imekuwa ndio sababu kubwa na kubwa, tukiangalia maji kupeleka mashambani. Kwa nitoe rai kwamba mto huu Kavuu unapoteza mwelekeo kwa sababu ya uharibifu wa mazingira ambao unafanyika katika eneo hili, na hatuwezi kusema ni matakwa ya Mwenyezi Mungu; haya ni matakwa ya binadamu ambaye ka kwa uchu wake wa kutaka mazao kwa uchu wake wa kutaka kilimo karibia na mto umepelekea sasa mto kupoteza mwelekeo, na kupoteza kwa mwelekeo kwa mto huu unakwenda kugharimu zaidi ya kaya hizo mia moja ambazo zimeshazungukwa na maji. Kwa wito wetu na rai yetu kwa mkurugenzi na kwa wananchi wote ambao wanaishi katika kata hii ya Chamalendi, kijiji cha Chamalendi, kitongoji cha Chamalendi A na B, ni kwamba wachukue tahadhari kipindi hiki chote cha mvua lakini kwa wale ambao tayari wameshazungukwa wachukue tahadhari za dhati kabisa kuhakikisha kwamba watoto wadogo ambao wanakwenda shule, lakini afya zao, kwa maana ya kujizuia na kipindupindu, ni mambo ya msingi sana kuchukua tahadhari hivi sasa kwamba kipindi hiki wachunge watoto, wakae na watoto majumbani, kuhakikisha kwa kwamba mto huu isiwe sababu sasa tukasikia vifo kwa ajili ya watoto wetu ambao wamezama kwenye mto huu. Rai yangu ya pili kwa mkurugenzi ni kuhakikisha kwamba mahitaji muhimu kwa wananchi ambao wako katika eneo hili yanafikiwa na tupate taarifa ya athari kubwa ambayo imepatikana katika eneo hili pamoja na kushirikiana na bonde la Rukwa ili waje watoe elimu na kutoa elimu na kutoa taarifa, lakini kuushauri kwa mujibu wa, wa utaalamu wao kwa mshirikiana na mkurugenzi wa bonde la Rukwa ambaye tayari tushawasiliana naye kuja kuona kufanya tathmini sahihi na kutoa ushauri sahihi kwa serikali. Kwamba baada ya mto huu kupoteza mwelekeo ni jambo gani ambalo linaweza kufanywa kitaalamu kitaalam kabisa. Dk. Ladislaus Mungu ajua mtendaji wa kijiji cha Chamalendi. Huu ni mto ambao tayari unaitwa mto Kavuu, umeingia kwenye maeneo ya makazi ya watu. Mpaka sasa kuna zaidi ya kaya mia moja na kidogo ambazo zimeingiliwa na maji hayo, lakini pamoja na hivyo mto huu umetenganisha, kuna baadhi ya watu wamebaki ng'ambo na maana baiki kati kati kama kisiwa, kuna mto Kavuu umezunguka kwa kule, lakini maji haya yamekata, yamezunguka wale watu wamebaki ngambo ile. Kwa hiyo kwa ujumla, jitihada zimefanyika kama unavyoangalia, watu wamepanga mifuko, tumekuwa tukihamasisha wakijaribu kuzuia, lakini hali ya maji inaongezeka na kubomoa ku, ku, ku, ku, ku, ku, ile matuta. Asante Mjango, na niomba serikali itusaidie kuhusu janga hili lililotupata hapa. Naona sana sana kitongoji cha, cha Malendi huko ndio kimeathiriwa vibaya sana. Kwa majina naitwa rakibu msaidizi wa zimamoto na uokoaji Mohamed Kasiki. Leo tumetembelea hapa pamoja na wenzangu wa kamati ya salama kuja kuona athari zilizoletwa na uchepushaji wa mto katika kitongoji cha cha Malendi. Athari usalama sana kukaa maeneo ambayo imezungukwa na maji kwa sababu tokea usiku huwa imenyesha aiza mchana au usiku, kwa sababu familia hizi zina watoto -wato. Unaweza kutokea madhara zaidi. Hii ni Bugoma TV habari.